Naam, baadhi ya wafanyabiashara katika mji wa Diani kaunti ya Kwale wamelalamikia kuhangaishwa na makundi ya vijana wahalifu wanaovamia na kuwaibia wakazi na wafanyabiashara. Wafanyabiashara hao wametaka vitengo vya usalama kuimarisha doria wakisema ukosefu wa usalama utaathiri biashara na sekta ya utalii. Vilevile wamewataka wakazi kudumisha umoja na kuomba usawa katika nafasi za ajira kwenye serikali ya kaunti. Kwa hiyo ni kwamba tunaomba usalama ukaweze kuangaliwa vyema, ili watu wa Kwale wakakaa wakafanye kazi kwa vindii, la pili na kwa amani. La pili wakati usalama haupo, tunategemea bahari beach, wale watu wetu wako pale, wazungu wanatoroka, investors wanaenda kwa hivyo Kwale inateseka. Kwa hivyo ningeomba usalama uwe, uwe wakati wote, usiku na mchana, kwenye njia zile tunatembea, maanake tunatembea na tunauoga. Hapa tukifanya kazi yetu tunafanya na uoga, maanake ujui mtu wa mapanga anakuja saa ngapi, ujui mwizi anakuja saa ngapi. Hiyo ndio ombi yetu. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kutupatia nafasi, hata ndani ya hii serikali yake ameweza kutupatia nafasi Hio tuweze kufanya pa, kazi pamoja, kwa vile hana ubaguzi kifika hata ni maendeleo, hana ubaguzi kifika hata ni watoto wetu, pia nawashughulikia kama jamii zingine, ndio tuweze ku, kuvuta kile kiko kwa serikali yenye ya hii jimbo la Kwale na tupate kuwa karibu na hii serikali ya Kwale tuweze kuongea na serikali tukiwa karibu. Wakati kazi zimetokea kwa serikali ya jimbo la Kwale, vijana wetu ndio wasitengwe. Na mgavana wa Kwale Fatuma Achani aliongoza.